Alikuwa uwatoka nyumbani waja zake msikitini kwenda kuswali, akapata na vijana wawili juujuu ya bodaboda wakamdunga kisu, na baadaye hapo Juma alitembea mpaka maeneo ya hapo Bohol, akaenda kutafuta usaidizi kwa familia ya Ali, ya Ali oyo. Alipofika pale akampata mama mmoja akampatia leso na akamfunga mama akapiga kelele, watu wakatoka pale je akashukuliwa na vijana akaletwa dispensary akifikishwa dispensary jumaa de alikuwa amesha dead it is very unfortunate that today we we lost our own our young boy used to be a border border around here i know juma juma has been my neighbor for many years it's so unfortunate that uh, the guy was heading to mosque uh, and juvenile gangs attacked him and killed him on the spot i am calling upon the security organs of this county more so

stupidness happening within our, our, our, our, our territories, lakini tunasema haki, for, haki ya Juma ni ipatikane na tutapigania haki mpaka mwisho wa haki Juma tuipate, tuipate haki yake. Juma ni mpigaji bodaboda na ni mwenyeji wa Bongwe Gombato ward, yeye ni mwenyeji wa hapa. Sasa tumetoka kuswali Jumaa, tunavuka barabara tunapata kwamba tunaambiwa, tunapewa incident kwamba yeye alikuwa ametoka nyumbani pia yeye anatoka polepole, anakuja msikitini kuja kufika katikati akapatikana na vijana wawili, ambao vijana wawili ndio wamemjeruhi wakamdunga kisu cha tumbo. Kwa hivyo kijana, ukiangalia hivi, ni kijana ambaye yuko peace, kijana ambaye hana shida na mtu yote. We cannot allow this kind of things to go on. We call upon the Inspector General of Police Mr Douglas Kanja to take charge of the security apparatus of Diani. We cannot allow this kind of impunity to go on. We demand justice to our brother, justice to the family and justice to the people of this particular area. Jamani, sisi kama watu wa bongo, bongo, bongo, bongo, bongo, watu wote tunataka haki yetu, tunalilia justice ya Juma. Sisi ni watu ambao tuna amani, hatutaki vita na watu. Tumekuja hapa tunalilia kilio cha haki. Huyu mtoto alikuwa ni mtu mzuri, ni mtu ambaye alikuwa anajituma, ni mtu ambaye ana bidii zake. Kwa hivyo tafadhalini, kama serikali tunataka mwingilie kati tupate haki ya Juma. Tunataka haki ya Juma. I wish to encourage my fellow youth from Diani we cannot encounter violence with violence we only encounter violence with peace let us embrace peace peace is the only way we can tame injustice of this particular area let us solve our problems immaculately using the peaceful means available